Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeondoa mashtaka mawili kati ya matano yanayomkabili mbunge wa Singida Mashariki kupitia Chadema Tundu Lisu pamoja na wenzake watatu katika mashtaka ya kuandika habari ya uchochezi kwenye gazeti la Mawio ambalo limefutwa na serikali. Victoria Robert anaarifu zaidi. Inadaiwa washtakiwa hawa Tundu Lisu, Samuel Mkina, Ismael Melbu na Yusuf Abud Januari 12 hadi 14, 2016, katika jiji la Dar es Salaam kwa pamoja waliandika na kuchapisha taarifa za uchochezi zenye kichwa cha habari kisemacho machafuko yaja ya Zanzibar. Mbele ya hakimu mkazi mkuu Thomas Simba, wakili wa upande wa Jamhuri Paulo Kadushi amemsomea Lissu mashtaka ya uchochezi yanayomkabili, baada ya awali kutokutokea mahakamani hapo wakati kesi ilipokuja kwa mara ya kwanza. Upande wa utetezi ukiongozwa na wakili Pita Kibatala uliibua hoja ya kisheria na kuitaka mahakama kufuta mashtaka mawili kwa madai kwamba yalikuwa hayajaambatana na kibali cha mwanasheria mkuu wa serikali ambalo ni hitaji la kisheria, na kwa kuwa vurugu hizo zimetokea Zanzibar, hiyo mahakama ya Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza mashtaka hayo, na pia maelezo ya kesi hayajitoshelezi. Leo serikali imekubali kuondoa mashtaka mawili baada ya kubana pingamizi letu. Imebakia hoja tatu za kisheria kuhusu uwezo wa kisheria mamlaka ya mahakama hii kusikiliza kesi kwa makosa ambayo yangetendeka Zanzibar kwao. Tumejadili na wenzetu wa serikali na mahakama itatoa uamuzi wa wa, iwapo ina mamlaka au la mm, ya kusikiliza kesi hiyo dhidi ya kama alivyosema Tundu Lissu na wenzake mnamo tarehe kumi na moja mwezi Julai, na bwana Lissu amepata dhamana ya wadhamini wawili na yuko nje kwa dhamana sasa. Kesi inayomkabili Tundu Lissu pamoja na wenzake imeahirishwa leo katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu na itatajwa tena hapo tarehe 11 mwezi wa 7 2016. Kutoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Victoria Robert wa channel 10.